A, kwa kawaida katika matumizi yetu ya simu ya kila siku, tumekuwa tukipiga kodi mbalimbali mbali, kwa ajili ya kufanya task mbalimbali. Kwa mfano tapiga nyota moja na mbili, mbili kwa kuangalia salio, pia na kodi zingine kama tunavyofahamu kodi ya kuingiza vocha. Kodi hizi kwa ujumla wake zinaitwa USSD zikiwa na cleft cha unstructured supplementary service data, ikiwa na maana ni huduma za ziada zisizo na muundo USSD. Ah, kodi hizi wengi tumekuwa tukifahamu matumizi yake ikiwa imeweka line kwenye simu yako, lakini pia kuna baadhi ya kodi za siri za ambazo hazitaji hata uwepo wa line katika simu yako. Kwenye kodi za siri kiufupi, zinaitwa secret code. Kuna baadhi ya kodi ambazo watu wengi hawazifahamu. Hivyo, nimeweza kuzitafuta hapa kukutafutia ewe mdau wangu wa Procha TV na kukusogezea. Nimekuandalia kodi kumi ikiwepo kodi namba moja, utaenda simu yako ya kupiga simu, utakisha utabofya nyota leli nyota leli, utaandika saba mbili tisa leli, nyota, leli nyota. Haya, hii kodi inaitwa peti modi, ni kodi spesho kwa ajili tu ya kuweka urembo katika simu yako. Endapo mtu atakupigia basi utaona viurembo vinatokea, kuna paka atapita au mguu wa mbu atakuwa anaonekana unacheza cheza, cheza. Ene kodi just for fun. Na kama ukitaka kuiondoa utapiga vile vile nyota leli nyota leli, kisha utaandika saba mbili tisa leli nyota leli nyota, kama unavyoona imeshaandika peti modi of. Ni kodi yetu namba moja. Moja kwa moja, tunaingia katika kodi namba mbili. Kodi namba mbili utapiga nyota leli sitini na saba leli. Kisha utapiga. Aa, hii ni kodi special kwa kuangalia status ya call forwarding nikimaanisha inaangalia hali ya simu yako, kama imeunganishwa na simu nyingine, kama simu zako zinatumwa kwa mtu mwingine, basi itakuelekeza hapa, itakuandika forwarded. Kwa hiyo ya kuangalia usalama wa simu yako, simu zako zinatumwa kwa mtu mwingine au la, rekodi namba mbili. Na kama zinatumwa, hapa nimekuwekea kodi namba tatu, ambayo ni suluhisho kwa kama ikiwa imeandika forwarded, basi kodi yetu namba tatu utapiga leli leli 002 leli, kisha utapiga ni kodi special kwa ajili ya kujiondoa. Kwa hiyo pia kama una mashaka na simu yako utapiga kodi hii kwa ajili ya kujiondoa kama umeunganishwa na mtu mwingine. Message zako zimehakiwa mtu anazipata bila ridhaa yako au simu zako zimeunganishwa na mtu mwingine anasikiliza. Kwa hiyo ni kodi namba tatu kwa ajili ya kujiondoa. Ah, kodi namba nne ni nyota reli 07 reli. Hii ni code special kwa ajili ya kuangalia phone certificate info. Ikimaanisha ita it, inakuonyesha uhalali wa simu yako kwa hiyo itakuonyesha certificate ya simu ikiwa na taarifa mbalimbali kama inavyoonekana itakuonyesha modo ya simu. Kwa mfano mimi hapa modo ya simu yangu ni Sony 5 Mark 2. Na pia itakuonesha nchi ambayo simu yako imetengenezwa. Kwa mfano simu yangu imetengenezwa katika nchi ya Thailand. Kwa hiyo mniletea hapa kama ilivyo hapa na taarifa zingine za muhimu kama betri yako kwenye kampuni gani kang. Utaandika Leon. Hii ni kodi namba 4. Haya, moja kwa moja, baada ya muda tunaingia katika kodi namba tano. Na kodi namba tano utapiga nyota leli nyota leli, kisha utaandika nne mbili sita leli nyota leli nyota. Haya, hii kodi bwana inaitwa FCM na Firebase Cloud Messaging. Aya, hii bwana kazi yake kubwa ni katika kuunganisha simu yako na server. Server zipi? Server ambazo zinahusika katika push message na message. Na push messaging ni ujumla wa notification zote zinazotokea katika simu yako kwa ajili ya kukujulisha mambo mbalimbali yanayoendelea katika applications zako na system ya simu kwa ujumla, pia messaging ya kawaida ni kimaanisha ni sehemu ambazo zinakuunganisha uwezo wawe kutuma meseji au kupokea. Kwa hiyo kama imetuandikia connected, basi simu yako ipo sawa, imeunganishwa kikamilifu. Ukiona disconnected, maana yake simu yako haipo sawa. Kwa hiyo ni kodi yetu namba ngapi? Namba tano. Kodi yetu namba sita, utaingia dialpad, utapiga nyota leli nyota no u tapiga nyota leli afukisha ziro sita leli. Hii ni kodi ambayo inahusika kuonyesha information za email yako. Kwa hiyo itakuonyesha email na ili ujue simu yako ni original au fake. Itatakiwa ufananishe email iliyoonekana hapa baada ya kupiga kodi hii, na email ya nyuma ya simu yako. Au hapa baada ya simu wengine email zao zipo katika box la simu. Kwa hiyo utalinganisha zikiwa zinafanana basi simu yako ni simu OG. Endelea kuitumia, endelea kuenjoy. Ni kodi yetu namba sita utapiga nyota leli zero, uh, feature mbalimbali mbali, Samsung. Samsung ikiwa katika ficha hizo, moja hapo ni katika kutesti speaker, uwezo wa speaker, uwezo wa kamera, na sensitivity ya touch screen pamoja na sensa mbalimbali za simu za Samsung. Kuna kodi special kwa wale ambao, kodi namba nane, kodi namba nane, utapiga nyota leli nyota leli 4636 kisha leli nyota leli nyota leli amuyanu. Mwisho wa siku, hii kodi ni special kwa ajili ya kukuonesha taarifa mbalimbali za simu kama hapa ilivyojieleza. Kipengele cha kwanza itakuonyesha phone information, ikimaanisha taarifa za simu. Ya pili usage statistics, ikimaanisha takwimu za matumizi, na mwisho itakuonyesha taarifa za wifi, ikimaanisha wifi information. kwa ni kodi special kwa kujaribu vitu hivyo, kodi yetu namba nane. Haya, kodi yetu namba tisa, utapiga nyota leli nyota leli mbili mbili tano leli nyota leli nyota. Haya, hii kodi bwana, ni ya kipekee sana. Yenyewe itakuonesha event zote kwenye kalenda yako. Special event ni kimaanisha shughuli shughuli zote, holiday. Kwa kama kuna sherehe za kiserikali itakuonesha hapa sherehe gani, na matukio mbalimbali kama birthday. Umeweka birthday yako itakuonesha, itakuonyesha kodi special kwa ajili ya kukuonesha matukio mbalimbali yatatokea mbali, katika kalenda yako. Kwa naamini kodi hii ningeni kwako na utaifurahia. Moja kwa moja tuingie katika kodi ya mwisho. Kodi ya mwisho utapiga nyota leli nyota leli. kisha utapiga saba saba themanini leli nyota leli nyota. nyota ya mwisho ina special kwa ajili ya kufanya reset. Nikimaanisha ni nafuta data zako zote simu yako iwe kama ilivyokuwa mpya. Kwenye code special kwa ajili ya factor reset. Ah, paka kufikia hapa, naamini umeshaanza kujifunza kodi mbalimbali, ambazo pengine kuna zinginezo ulikuwa uzifahamu. Naamini kodi hizi zitakusaidia sana na zitakuongezea kitu katika maarifa yako katika kujua simu. Kwa hiyo usisahau kusubscribe channel hii ya Pocha TV kwa ajili ya kupata video mbalimbali zitazokuja hapo baadaye. Asante sana.